TV na millardayo.com kila siku asubuhi na kuletea uchambuzi wa magazeti ambapo kwa siku ya leo ya tarehe tisa mwezi wa kwanza elfu mbili na kumi na saba na kuletea kubwa zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo. Karibu sana, jina langu naitwa Alice Tupa, na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga Jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa kwa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema DCI afunguka kutoweka kwa saa nane msaidizi wa Freeman Mbowe, yaliyojiri miri saba iliyopolewa ndani ya mtoruvu na hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe nasema, kaimu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Kamishna Robert Boazi amefunguka na kueleza juu uchunguzi wa madai ya kupotea kwa Bernard Sanane, msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na mili saba iliyopolewa kwenye mtoruvu. Mbali na madai ya kupotea kwa Sanane, Kamishna Boazi pia amezungumzia kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu ofisi yake hiyo mpya na changamoto zinazoikabili katika mahojiano ma Ususi na Nipashe jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki, kaimu mkurugenzi huyo alisema ofisi yake inaendelea na uchunguzi kuhusiana na madai ya kupotea kwa Sanane, huku akibainisha kuwa amekuwa akipata taarifa mbalimbali juu ya mfuasi huyo wa Chadema. Sanane anadaiwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Kwa mujibu wa mjumbe wa kamati kuu ya Chadema na mwanasheria mkuu wa chama hicho Tundu Lissu, Sanane aliwasiliana kwa mara ya mwisho na Mbowe Novemba 14, mwaka jana na simu yake haipatikani na hajulikani aliko. Akizungumza kuhusu miili ya watu saba iliyopolewa mto Ruvu, kamishna Bwazi alisema wanaendelea na uchunguzi lakini hawajapata ushahidi au mtu yoyote ambaye ameitambua miili hiyo wala kujitokeza na kusaka ndugu zake wamepotea kwa wingi huo. Desemba 6 mwaka jana miili hiyo ilikutwa ikielea kando mwa mto huo, kila mmoja ukiwa umefungwa ndani ya mfuko wa sandarusi iliyoshonwa juu na kufungwa jiwe kubwa. Kamishna Bwazi pia alizungumzia mambo mbalimbali ya kuyashughulikia katika nafasi yake mpya na namna alivyojipanga kufanya kazi kwa weledi katika kazi hiyo nyeti. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe, lakini habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine inasema waziri mkuu aagiza maofisa wanne watiwe mbaroni, na habari hii pia tukiangalia kwa undani zaidi inasema waziri mkuu Kassim Majaliwa amemwagiza kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi wa polisi Zuberi Mombeji awakamate maofisa wanne na kuhakikisha wanapelekwa Masasi chini ya ulinzi ili wajibu tuhuma za upotevu wa tani 2138 za korosho kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana kwa vyombo vya habari na ofisi ya waziri mkuu. Maofisa hao ni pamoja na kaimu meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika cha Masasi MAMCU, Kelvin Rajabu, na meneja tawi la MAMCU Lawrence Njozi. Wengine ni mkurugenzi wa kampuni ya Europe ya Masasi inayoshughulika na uhifadhi wa mazao kwenye magala Yusufu na Mkukula na Ramazani na Makweto. Taarifa hiyo fanuliwa kuwa waziri mkuu alifikia wa uamuzi huo kwenye kikao alichokiitisha Songea mjini juzi jioni, baina ya watendaji kutoka bodi ya Korosho Tanzania MAMCU wamiliki wa gala la Buko Masasi, na kikundi cha wakulima sita waliowakilisha wenzao kutoka vyama vya msingi AMCOS za wilaya Mtwara na Masasi. Katika kikao hicho, waziri mkuu alitaka apatiwe maelezo ya kina ni wapi zilipo tani elfu mbili mia moja thelathini na nane za korosho wakati taarifa waliompatia viongozi hao juzi inaonyesha kuwa waliuza korosho zote na hakuna hata kilo moja ambayo haijanunuliwa katika mnada wa tano uliofanyika Novemba kumi mwaka jana. Ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe, lakini tukizangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe kuna habari inasema, kipaumbele bosi mpya TANESCO. Hiki siku saba baada ya kuteuliwa kuliongoza shirika la umeme Tanzania, TANESCO, kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Dr Tito Mwinuka amesema udhibiti upotevu wa mapato ndio njia pekee ya kulifanya shirika hilo liwe na fedha za kutosha. Alisema jambo lingine muhimu linalopaswa kuzingatiwa ni kupata thamani halisi ya fedha katika matumizi yote ya shirika. Januari mbili nafasi hiyo baada ya kumtengua uteuzi waliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Felchesmi Mramba. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nne wa no, gazeti hili la Nipashe na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi tukiangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe zinasema Loasa washukuru wa Zanzibari kwa mahaba, Maalim Seif ajibu vijembe vya Abdulrahman Kinana. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine zinasema wauao ofisini kwa mtendaji, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, mvua yaacha 300 bila makazi, lakini pia SUMATRA tangaza vita dhidi ya usafirishaji na pia kuna habari ya michezo inayosema Simba yasema Yanga subirini dakika 90. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Nipashe, lakini habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mtanzania Afrika Kinifu kwa siku ya leo, tukiliangalia nalo katika ukurasa wa mbele, kuna habari inayosema mabadiliko yaja elimu ya msingi, yaweza kuwa mwisho darasa la sita, masomo yapunguzwa. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania inasema serikali imefanya mabadiliko makubwa katika mitaala na mfumo wa elimu ya msingi mtanzania imebaini habari za uhakika kutoka vyanzo vya kuaminika na kuthibitishwa na wizara ya elimu sayansi na teknolojia zinasema mabadiliko haya ambayo utekelezaji wake unaanza leo yatagusa aina ya masomo yatakayofundishwa kuanzia darasa la tatu kwa mujibu wa habari hizo upo uwezekano wa elimu ya msingi ambayo imekuwa ikitolewa kwa miaka saba ikapunguzwa na kwa miaka sita kwa wanafunzi walioko darasa la tatu hivi sasa habari hizo zinasema masomo atakayofundishwa kuanzia Kiswahili, sabati English, maarifa ya jamii, uraia na maadili, sayansi na teknolojia na somo la dini. Lakini pia, kutokana na mabadiliko hayo, serikali imeongezea masomo mawili ya ziada kwa wanafunzi wa darasa hilo ambayo ni elimu ya sanaa na michezo, na vilabu vya masomo ya ujasiria mali, shughuli za uzalishaji mali. Akithibitisha kuwepo kwa mabadiliko hayo, naibu katibu mkuu wa wizara ya elimu msingi, Dr. Leonardi Akwilapo, alisema wanafunzi wanaoguswa na mabadiliko hayo ni wale walioanza elimu ya msingi mwaka 2015 na mwaka jana waliokuwa darasa la pili na darasa la tatu, mtaala wao unalenga waishie darasa la sita. Na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti hili la Mtanzania. Tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mtanzania inasema, Askofu Mokiwa avuliwa madaraka. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema askofu mkuu wa makanisa Anglikana Tanzania Mhashamu Dr. Jacobo Chimele ada amemstaafisha kwa lazima askofu Valentino Mokiwa kwa tuhuma za kuhusika na matumizi mabaya ya madaraka na mali za kanisa. Askofu Mokiwa hadi anastaafishwa alikuwa askofu mkuu wa kanisa la Anglikana dayosisi ya Dar es Salaam, na kwa mujibu wa barua kwa mapadri na maskofu wote wa kanisa la Anglikana jimbo la Dar es Salaam ambayo Mtanzania inayo nakala iliyoeleza sababu za kufukuzwa kwake kwanzia kuanzia juzi Januari saba mwaka huu, na kwamba sio tena askofu wa makanisa hayo. Akizungumza na Mtanzania kwa simu jana, mwenyekiti wa tume uchunguzi ulioundwa kwa ajili ya kumchunguza Mokiwa, Silvesta Haule, alisema kiongozi huyo alilazimishwa kuvuliwa uaskofu huo ambapo awali alikaidi. Ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne gazeti la Mtanzania. Habari nyingine zinasema Maalim Sefu asema ukimya wangu una mshindo. Ni habari hiyo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa nne, lakini pia kuna habari inasema zito amshtaki Rais Magufuli kwa Mkapa, lakini pia kuna habari ya michezo inasema mashindano ya beach soka yafana dani. Habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Mtanzania, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema vigogo upinzani wa vigogo, tema cheche Zanzibar, Maalim Seif amshutumu JK kufifisha matakwa ya Wazanzibari ili awe rais wao loa saishukia serikali ya Magufuli, ada inaendeshwa kibabe. Ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine nasema Anglikana kwachemka askofu Chimeledia amtimua Mokiwa. Ni habari hiyo ambayo inaenda katika ukurasa wa 3. Lakini pia bosi mpya TANESCO asema mabadiliko hayana ukomo. Mikopo ya wafilisi wafanya biashara, mikopo ya wafilisi wafanya biashara Moshi ni habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 8. Lakini pia matapeli wa mtandaoni wa waliza, wa kazi wa Tarime ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa 27. Majaliwa sema alopoteza tani elfu mbili za korosho wa kamatwe. Lakini pia zito itaka serikali ifanye mabadiliko sekta ya madini. Maandamano ya wanajeshi itikisa serikali ya Ivory Coast. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Jambo Leo tukiliangalia kwa siku ya leo nalo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema JPM Chonde Chonde njaa kali asema Lipumba. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 5. Lakini pia Sumaye Lowassa watabiriwa kurudi CCM. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Baba mkataa mwanae mgombea CCM Dimani, lakini pia wakurugenzi matatani kwa upotevu wa korosho. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Makamanda wa Salva Kiir wazidi kuteketea, lakini pia kuna habari inosema usimpenda karudi tena. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Jambo Leo na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiangalia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema: Maalim Seif Lowassa wavunja ukimya Zanzibar wasisitiza mabadiliko warusha kombora kwa viongozi CCM, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Habari nyingine inasema: mfugaji Sikonge ajeruhiwa kwa risasi wengine wakamatwa wasekwa ndani, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa kumi na moja, lakini pia kuna habari inasema wafugaji waomba viwanda. Na ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira na la Uhuru, diwani ya wapinga wenzake kutaka waongezwe posho ni habari ambayo inaendelea katika kuna habari ya kimataifa inayosema Russia yazidi kuipasua Marekani. Ni habari hizo zote kwa siku leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Uhuru na habari hizo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Lowassa asema nilimshinda Magufuli, zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima, ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Uhuru na habari unaweza kusoma nilimshinda, sababu kumi tajwa mwenyewe ya goma, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini pia siri wafanyabiashara kufilisiwa ya tajwa ni habari ambayo inaendelea hiyo katika ukurasa wa pili mti wa zota haruki geite. Lakini pia kuna habari ya michezo inayosema ni Simba na Yanga, mapinduzi. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Tanzania daima na habari hizo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi, tukimalizia na gazeti la habari leo kwa siku ya leo. Katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Askofu Moki ukiwa goma kung'oka ni habari kubwa kwa siku ya leo ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele na unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Lakini pia waziri mkuu awasweka rumande vigogo korosho ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa huo wa pili wa gazeti hili, na pia kuna habari inayosema rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema mapinduzi. Lakini pia kuna habari ya michezo inayosema zitakutana katika mchezo wa nusu fainali ya mashindano ya kombe la mapinduzi Simba na Yanga. Ni habari ya hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la habari leo. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, nina gazeti la Ijumaa peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini pia katika ukurasa wa nyuma kuna habari tu nyingi na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Ijumaa. Magazeti ya michezo kwa siku ya leo, nina gazeti la Bingwa pamoja na gazeti la Mwana Sport ambapo gazeti la Bingwa katika ukurasa wa mbele kuna bado nasema no way wamejileta wenyewe, mavugo za Scorpion atupia mbili moto kuwaka kesho, uwanja wa Amani. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya leo ambapo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine nasema: siri ya kipigo yanga yafichuka, wachezaji wafunguka ya moyoni, Msuva zuia mgawanyiko. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine nasema Dele Ali chonganisha Barcelona Madrid ni habari katika ukurasa wa ndani. Lakini pia 24 waliozitosa klabu 13 za ligi kuu England, ni katika ukurasa wa 14. Lakini pia kwa nini Coast taji lao ni leo, katika ukurasa ukurasa ukurasa wa wa wa ndani ni habari habari kuna nasema gazeti hili la Bingwa, Barcelona Real Madrid, hiyo zaidi katika ukurasa 23, lakini pia Guardiola Bakiri kuchemka City, Runi avunja rekodi jezi yake akataliwa ya hadharani, lakini pia Gerard ya wanyamazisha baya wake kwa mabao. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa. Unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukimalizia na gazeti la Mwana Sport kwa siku ya leo, katika ukurasa wake wa mbele kuna habari zinazosema, he, Simba kaja kweli. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa ndani, lakini pia kumbe Yanga walikuwa wale nyingi kinoma, na ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Kwa gazeti hili la Mwanasporti. Habari nyingine ninasema, Mwanjali ampa kiburi omoji, lakini pia wapigeni Liverpooli kwanza. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa mbele wa gazeti hili la Mwanasporti. Katika ukurasa wa nyuma kuna habari inasema, Robert Lewandowski naye mtegoni, unaambiwa mshahara wake. Tevez anasubiri mbali sana. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya leo ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Mwanasporti, na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi, katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la Mwanaspoti. Na kwa siku ya leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com, lakini kwa habari zetu nyingi zaidi unaweza kuendelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Bado promotion ya nogesha upendo inaendelea kutoka Vodacom, endelea kunogesha upendo na toa kwa wapendao kwa kushinda zawadi mbalimbali kwa kujiunga na kifurushi chochote kutoka Vodacom, kwani unaweza kujishindia laki moja kila siku kwa washindi 26 ambao wanapatikana kupitia promotion hiyo, na washindi wa wiki ambao wanajishindia shilingi milioni moja, ambapo ni washindi hamsini wanapatikana. Jina langu naitwa Alice Tupa.